Mazoezi ya mwili ni jumla ya vitendo vinavyofanywa na watu mahususi kwa ajili ya kuboresha ustawi wa afya na utimamu wa akili. Mazoezi hujumuisha mfululizo wa harakati zinazofanywa kwa utaratibu maalum kwa kutumia vifaa vya mazoezi kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu, hivyo kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa nyemelezi, ari ya mwili, kujiamini kukuza uvumilivu na msawaziko wa afya ya akili na mwili mzima kiujumla. Lakini ni yapi mazoezi sahihi kwa ajili ya utimamu wa mwili? Je, kuna umuhimu na utofauti upi wa kufanya mazoezi na msimamizi yani trainer au kufanya mwenyewe? Hapa Trainer Mapesa anatutolea ufafanuzi na majibu juu ya maswali yote haya. Jina naitwa Mapesa Wani, kutoka Fitness Pro, msimamizi wa jimu ya Fitness Pro Ilala. Eh, mwanafunzi yeyote anapokuwa na usimamizi wa mwalimu nakuwa ni bora zaidi kwa sababu unakuwa unamsaidia njia muhimu zile za kufanya mazoezi. Watu wengi wanashindwa kufikia malengo ya jimu kutokana na wanakuja jimu tayari akiwa ameshajipa malengo yake kutoka nyumbani, kutokusikiliza mwalimu. Mwanafunzi anapofika jimu anapaswa kumsikiliza trena, kwa sababu trena ndo anajua mazoezi gani ya kupunguza mwili na mazoezi gani ya kuongeza mwili. Unakuta mtu ana kilo nyingi, lakini anakimbilia kwenda kubeba vyuma. Kwa hiyo usimamizi wa trena ni mzuri kwa mwanafunzi, hususan pale anapoanza jimu, na pia uta, itamsaidia sana confidence ya kufanya mazoezi sehemu yoyote, kwa sababu atakuwa ameshajua njia sahihi za kufanya mazoezi. Watu wengi wanaenda jimu kabla ya kufanya vipimo anaenda kubeba vyuma vizito, unakuta mtu anaenda anamletea tatizo kwenye shoulder, kwenye back. Kwenye kila zoezi utakalolifanya, usipolifanya kwa usahihi, lazima alikutengenezee tatizo. Hivyo sisi, kabla hatujakufanyia chochote kwenye gym, lazima tukufanyia vipimo kwa sababu hapo chini tuna doktor. Kwa hiyo tutakufanyia vipimo sahihi kujua kwamba ni mazoezi gani sahihi kuendana na mtu. Kama mtu ni bigina ambaye amefikwa kwa mara ya kwanza, hatuwezi kumshauri kwenye kubeba vyuma, lazima tumshauri kwanza aanze mazoezi mepesi ambayo anaweza kumsaidia kuweka mwili wake fiti na kuweza kumfanya awe na hamu ya kuendelea kutamani kufanya mazoezi. Akiweza kukaa kama mwezi mmoja au miezi miwili, tunaweza kuanza kumpeleka kwenye gym, baisikeli ambao ni mazoezi ambayo ni sahihi kwa mtu kwa kuanzia. Lakini kwa mtu ambaye anaanza gym first time, siwezi kumshauri anze kubeba vyuma. Wengi wanakimbilia kubeba vyuma wakijua ndio mazoezi sahihi. Mazoezi ya vyuma ni kwa ajili ya unafanya mwishoni. Kama ulikuja kupunguza mwili, ndio unabeba vima kwa ajili ya kukaza misuli ili iweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida laki... lakini upi mtazamo wa wafanya mazoezi juu ya utofauti wa kufanya mazoezi gym na kufanya peke yao mtaani pasi na msimamizi? Kwa majina anaitwa Tariq Amir, ni mkazi wa Ilala, anafanya mazoezi fitness pro, ni karibu na Bungoni stendi. Faida ya kufanya mazoezi na trainer, na fanya peke yako, faida ipo kubwa sana na kuna utofauti pia. Utofauti wa kwanza ufanya peke yako mazoezi unakuwa una, una lack motivation, tofauti ukifanya na trainer. Ukifanya na trainer anakuwa anakumotivate na, na pia form unaweza aa unakosea form, lakini trainer akiwepa, kwa kuwa na uzoefu na experience muda mrefu, anakuwa anakuelekeza, hapa fanya hivi, fanya hivi, kula chakula hichi, mazoezi au usifanye kitu chochote kuhusu gym. Trainer ni lazima kwa sababu atakuwa nakuelekeza na atakuwa anakupa mazoezi ya kufanya, anakupa advice ya kufanya, pia anakuwa anakupa motivation ya kufanya mazoezi. Faida ya kwanza unaboresha afya yako. Siku zote mtu anayefanya mazoezi consistently, ambaye anakuja mazoezi kila siku au kwa wiki hata mara tatu na kuendelea, huwa hapati magonjwa ovyo ovyo kwa sababu mwili wake unakuwa na afya. Na faida ya pili unajenga confidence. Ukiona unafanya mazoezi hata ukitoka sehemu unakuwa unajiamini kwa sababu unakuwa unafanya mazoezi. Faida ya tatu inapendezesha mwili na pia unakuwa inaheshimika kwa watu. Siku zote mtu anayefanya mazoezi anakuwa na discipline, kwa sababu kuweza kupata mwili kama huu kidogo ni kipengele. Kwa hiyo mtu ambaye ameachieve mwili kama huu anakuwa na respect kwa watu na anakuwa anaheshimika. Upi mtazamo wako juu ya mada hii? Unaweza kuchangia maoni yako katika kurasa zetu na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ulikuwa nami Halima Suleiman, mpaka wakati mwingine tena, kwa heri.